Lini ujenzi wa uwanja wa ndege Mwanza utakamilika ili uwe na hadhi ya kimataifa? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na mheshimiwa naibu waziri David Kienzile. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mpango wa serikali ya kufanya maboresho makubwa ya kiwanja cha ndege cha Mwanza ilikuwa ili kuwa cha kimataifa umeanza upembuzi wa kinifu na usanifu wa kina unaohusisha ujenzi wa jengo jipya la abiria, upanuzi wa barabara ya kuruka na, na kutua ndege, upanuzi wa eneo la maegesho ya ndege na ujenzi wa barabara ki, kiungio unaendelea. Mheshimiwa Spika, ujenzi utaanza mara baada ya kazi ya upembuzi wa kinifu na usanifu wa kina kukamilika. Mheshimiwa John Francisco. Mheshimiwa Spika Ninashukuru sana kwa majibu ya serikali lakini naomba sasa niulize maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwanza naomba kufahamu huo upembuzi yakinifu unahusisha kitu gani na utakamilika lini? Kwa sababu Mheshimiwa Spika, tarehe 28 ya mwezi wa tatu mwaka 2024 serikali ilisaini mkataba na mkandarasi anayeitwa Taifa Civil Mining Limited mkataba ambao ulikuwa na zaidi ya thamani ya bilioni 29. Mheshimiwa Spika, kwa maelezo ya serikali wananchi wa Nyamagana nikiwemo mimi mwenyewe kama mwakilishi wao ninapata mkanganyiko wa nini ambacho kinaendelea kufanywa upembuzi yakinifu, ili hali serikali tayari imekwisha kusaini mkataba. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, toka serikali saini mkataba huo haijawahi kupeleka hata senti tano na tunavyozungumza Mheshimiwa Spika, kwa taarifa nilizo nazo mkandarasi ameanza kuondoa vifaa vyake site. Ni nini sasa serikali itapeleka fedha ili mkandarasi aweze kuendelea na kazi ya ujenzi wa uwanja? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri: Mheshimiwa Spika, kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Nzira nyingi kwa ufuatiliaji wake wa karibu kwenye uwanja wetu huu wa Mwanza, lakini Mheshimiwa Spika, yeye mheshimiwa mbunge na wabunge wote wa mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla, wanachama Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla, kiko kilio kimoja ambacho wamekuwa kikitoa kwa muda mrefu: ni lini uwanja wa Mwanza utapewa hadhi ya kimataifa. Kufuatia maombi hayo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea kilio hicho na amefanya usanifu, ametuelekeza kama sekta chini ya waziri wetu Mheshimiwa Mbarawa tumefanya tathmini ya kina na kubaini iko haja kubwa ya kufanya uwanja huko wa kimataifa. Sasa mambo mazuri taji pia subira. nini kinafanyika? kama alivyosema mambo matatu. La kwanza, jengo lililopo kwa sasa linatosha abiria karibu laki nne, laki tano. Tunataka tufanye usanifu ili tuweze kujenga jengo kubwa litakaloweza kubeba abiria zaidi ya milioni mbili na laki tano, ili ndani ya jengo ili ndani ya jengo tuweze kuweka taasisi zote muhimu ambazo ni sifa na takwa muhimu kwenye uwanja wa kimataifa: uhamiaji, afya, pamoja na majasiri na vitu vingine vingine. Lakini mbili, runway ili uwanja uweze kuwa wa kimataifa, ule upana wake hautoshi. Tunaongeza kutoka mita 45 mpaka mita 60 na kumaintain urefu uliopo wa takribani elfu tatu na mia nane mita. Lakini la tatu ni taa ule uwanja uliopo awali, zile taa zingetosha, lakini baada ya tathmini ya kina inaonekana kabisa kwamba zile taa hazitatosha kwa sababu zilijengwa miaka elfu moja, miaka elfu moja, mia tisa na sabini. Hivyo basi tunataka tubadilishe taa zilizopo na kuweka za kisasa, na kwa sababu hiyo ni mwombe wa Mheshimiwa mbunge pamoja na wabunge wote waweze kuwa na subira swala. So, lake la pili ameuliza serikali haikupeleka fedha na jengo ambalo lilopo inafanya nini? Jengo lililopo sasa ambao tulikuwa tumeshaanza ujenzi ambao tutashirikia sekta binafsi tutalitumia kwa ajili ya general aviation, ndege ndogo, wale watu wa premium. Ukiwa na ndege yako utatumia jengo hilo, na lengo ni jema tu kuhakikisha kwamba tunaupa hadhi ya kimataifa na inayostahili uwanja huu ambao unasafirisha bidhaa mbalimbali kutoka nchini kwetu, minofu ya samaki, mali asili pamoja na utalii, kwa maana ya utalii kwa ujumla na kadhalika. Mheshimiwa Deo Mwanyika. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi. Hitaji la uwanja wa ndege wa Njombe ni kubwa sana kwa sababu ya uchumi wa Njombe, lakini ni mradi wa kimkakati, lakini ni ahadi ya Rais. Ni lini sasa ujenzi wa uwanja huu utaanza? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Manyika kwa ufuatiliaji wake wa, wa uh, karibu sana juu ya uwanja wa ndege wa Njombe. Yeye na wabunge wenzake wa mkoa wa Njombe wanafanya kazi nzuri. Serikali imetambua na kuthamini umuhimu wa uwanja wa Njombe kama alivyosema kwenye kubebea uh, ma mazao kama vile parachichi na kadhalika. Na kwa sababu hiyo, serikali inakwenda kujenga uwanja mkubwa. Ni hatua gani tuko mpaka sasa hivi? Tayari tulikuwa kwenye hatua ya kwanza ya kutafuta eneo, kwa sababu eneo la pale mjini halitoshi. Tayari uongozi wa mkoa na mamlaka ya viwanja vya ndege wanashirikiana hatua ya pili tunaokwenda sasa ni kwa ajili ya kufanya usanifu ili tuweze kujua kiasi gani kinachohitajika, uwanja utakaojengwa uweze kwenda sawa sawasawa na hadhi ya mkoa wa Njombe. Mheshimiwa Kafiti kfitij, mheshimiwa bwana. Mheshimiwa Spika, na mimi nashukuru kwa nafasi hii kuweza kuuliza swali la nyongeza. Na mimi mheshimiwa spika, kutokana na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri, bado sisi kama Mwanza na kama wana, wakazi wa jimbo la Ilemela tunahitaji kujua huo upembuzi yakinifu utakamilika lini. Mheshimiwa Spika, swali la pili, ukamilishwaji wa uwanja huu Mheshimiwa, swali moja tu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Kafiti mbunge wa Ilemela alikuwa anajaribu kukazia hoja hile ile ya uwanja wa ndege na kimsingi yeye pale kwake hoja kubwa ambayo anaizungumzia ni upande wa fidia au namna ya kuweza kuondoa wananchi wa pale. Serikali ina dhamira ya kufanya uwanja wa ndege wa Mwanza kuwa kimataifa, na ili uweze kuwa na sifa hizo, lazima kama kuna wavyamizi waondolewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni mwombe tu awe na subira, tutakambia sio muda mrefu, na tuweza kwanza kufanya kazi ya kukarabu. Asante Mheshimiwa. Bona jiandae, Mheshimiwa Kadogosa. Mheshimiwa Spika, namshukuru pamoja na kazi nzuri ambayo inafanywa mkoa wa Dar es Salaam special Kipunguni, ambako serikali imefanya kazi kubwa kuwalipa wananchi wa pale, lakini bado kuna wananchi ambao wanahitaji kulipwa ili waondoke. Je, ni lini serikali itawamalizia hawa wananchi wa Kipunguni pesa zao ili waweze kuondoka, maana wako kwenye mateso makubwa? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kujibu tena swali lingine la Mheshimiwa bwana mbunge wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kazi ambayo alishaanza huko mwanzoni kwa ajili ya wananchi wa Kipunguni. Kama mnavyofahamu, wananchi hawa wamekuwa wakidai fidia zao kwa miaka mingi sana, lakini ni Dr. Samia Suluhu Hassan mara baada ya kuingia na mpaka mwaka jana kati ya fedha walizokuwa wanazidai amekwisha lipa bilioni 66 kwa, wa, kwa wananchi karibu 717 kati ya 1147. Ni mwombe mheshimiwa bwana na wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam wavumilie, wale waliobakia watakwenda kulipwa kadri ya upatikanaji wa fedha serikalini. Asante mheshimiwa Kadogosa. Mheshimiwa Spika, na mimi ni kushukuru kwa kunipa hii fursa. serikali ilifanya tathmini ya uwanja wetu wa Simiyu eh, eneo la Igegu na hiyo tathmini kwa takriban miaka minne mi, iliyopita. Je, ni lini sasa serikali itatoa fidia lakini vilevile kuanza ujenzi wa uwanja ule? Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa spika, nampongeza Mheshimiwa Kadogosa kufuatia uwanja wa ndege wa mkoa wa Simiyu kwa sababu pia serikali, kwa kisha, kwa mkoa, ni sera serikali kuhakikisha kwamba angalau kila mkoa anaweza kupata uwanja wa ndege nimwakishie Tumekusha kamilisha serikalini usanifu wa uwanja huo na tumebaini kwamba tunahitaji eka karibu elfu tatu mia tatu themanini na sita, na wananchi mia saba kama na tisini na mbili ambao tukusha tunatambua pale, kiasi wanachodai ni bilioni 6.2 ni muombe avumilie, mara baada ya upatikanaji wa fedha tutaweza kwenda kulipa eneo eh, hilo. Mheshimiwa midi mjanda. Mheshimiwa Msukuma. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Kadogosa ameuliza, ila mimi nataka kukazia hapo. Ni muda mrefu tunauliza kuhusu ujenzi wa uwanja wandenge, wa ndege wa mkoa wa Simiyu, na uwanja ule ukikamilika, watalii watakuwa wanashuka pale, ni karibu kwenda Serengeti Ngorongoro. Ni lini sasa utakamilika huo uwanja? Tunataka kauli ya serikali kwa sababu ni muda mrefu, eneo limeshatengwa. Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa suala la nyongeza Mheshimiwa Midimu ambaye anasisitiza umuhimu wa uwanja wa ndege wa Simiyu. Kama nilivyokwisha kujibu pale mwanzoni kwamba tayari tumekwisha ainisha e, kiasi cha fedha kinachohitajika bilioni sita, pamoja na wananchi ambao atakiwa tuwafidie na eneo lenyewe. Niwaombe waheshimiwa wabunge, mpango wa, wa, wa serikali ni mzuri. Ukiangalia miaka mitano nyuma na sasa ni tofauti. Serikali ya Dr. Samia imekwenda kujenga viwanja karibu vyote nchini ni maeneo machache sana ambayo tuyafikia ukiangalia kanda azia peke yake ambayo waheshimiwa wako huko Shinyanga, Musoma, Serengeti. Tutakwenda kwanza kujenga kiabajwa Mwanza wenyewe. Ndugu zanguni, naomba mvumilie, tutakwenda kufikia eneo hilo. Nakushukuru mheshimiwa spika, ningependa kumuuliza swali ya nyongeza ya mheshimiwa waziri. Mheshimiwa naibu waziri, umesema lile jengo la Mwanza litabaki kama jengo la general aviation na lina mkataba wake, na wewe umefanya upembuzi yakinifu kwa ajili ya kujenga jengo la international. Kama lile alivunjwi, kwa nini mkandarasi anaondoka asimalizie lile jengo? Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaendelea na mazungumzo katika uwanja wa ndege wa Mwanza, ikiwezekana kujenga kwa kupitia mwekezaji binafsi, yani ni sekta ya PPP, tushirikiane na mjenzi. Kwa hiyo ni mwombe awe na subira kikamisa ta taratibu atapata taarifa nzuri zaidi. Mheshimiwa, tumemaliza maswali yetu na leo.